Imani ni jambo la msingi sana, na imani inaweza kutusaidia kufikia katika mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyatazamia katika maisha yetu. Lakini leo nataka nikwambie kwamba kuna imani nyingine ukiwa nazo kwa kweli unakuwa unajidanganya. Kuna vitu ambavyo ukiwa unaamini katika staili hiyo, unajidanganya, na inaweza ikawa saa nyingine haina matokeo na ikakuletea pia kupoteza muda ama kupoteza fursa nyingi ambazo Mungu anakuwa anaweka mbele yako. Leo katika kona yako hii ya saikolojia na imani, na mwanasaikolojia wako na mwinjilisti Paul Ringo, nataka tuangalie mambo machache ambayo huwa tunajidanganya sana tunapokuwa katika safari yetu ya maisha. Jambo la kwanza ni kuamini ya kwamba muda bado upo. Kuna watu wana imani hiyo ya kwamba muda bado upo sana, kwa hiyo katika vitu ambavyo wanahitaji kuvifanya, hana haraka maana na matumaini, muda bado upo sana pengine anahitaji kujenga, lakini atasema muda bado upo sana, pengine naweza nikajenga miaka inayokuja. Pengine anataka kwenda kuongeza kozi, anasema muda bado upo sana, pengine nitaenda kusoma miaka inayokuja. Pengine labda anahitaji kuoa, kuolewa, akasema muda bado upo sana. Ukishakuwa na imani ya kwamba muda bado upo sana My friend unajidanganya. Kuna vitu vingi utakuja kuvipoteza kwenye maisha na baadaye, muda unapoenda, utakuja kujutia, utasema ah, nilikuwa najua muda bado huko. Sasa imeshafika wakati huwezi kuolewa tena, shafika wakati huwezi kuoa tena, shafika wakati huwezi kujenga tena, shafika wakati huwezi kusoma tena. Ndo utagundua ya kwamba hatunaga muda. Lile ambalo linawezekana katika muda ulionao fanya, na Mungu akusaidie kuweza kufanya katika uaminifu na ukamilifu. Lakini jambo la pili ambalo huwa watu wanajidanganyaga sana ni kuamini ya kwamba watu wako kwa ajili yako, kuamini ya kwamba watu wako kwa ajili yako. My friend watu hawapo kwa ajili yako, lakini watu wapo kwa ajili yao. Kwa hiyo hata asilimia kubwa ya watu ambao wako upande wako wako kwa ajili yao. Kama ni bosi ofisini, unaona wafanyakazi wengi wako upande wako, ni kwa sababu kuna kitu wananufaika kutoka kwako, wako pale kwa ajili yao. Kama ni mfanyakazi unaona bosi anakuthamini sana ofisini, kwa sababu wewe ni wa manufaa kwenye ofisi. Kwa hiyo yupo, wewe ni wewe, wewe kwake sio kamba yuko kwa ajili yako, lakini ni wewe, yuko pale kwa ajili yake na ofisi. Kwa hiyo hata marafiki hata nani wengi ambao uko nao ujue, wako kwa ajili yao. Kwa hiyo kuna wakati huwezi kulazimisha kila mtu awe upande wako kuna wakati huwezi kusababisha kila mtu akukubali, sio kwamba kila wakati mtu atakuhurumia. Wakati mwingine mambo yakigeuka, watu wakienda kinyume na wewe, ujue tu ya kwamba mara zote watu wapo kwa ajili yao na wala sio kwa ajili yako. Kwa hiyo kama ulikuwa na fikra ya kwamba muda wote watu wapo kwa ajili yako na wote wana lazima wawe upande wako, ujue unajidanganya. Hiyo fikra kidogo ibadilishe. Lakini fikra ya tatu ambayo inaweza ikawa ina watu wanajidanganya, ama imani ya tatu ambayo watu wanaweza kujidanganya ni kuamini kuwa mambo yatatokea tu, miujiza itatokea tu. Uwe? unakuwa na mawazo fulani au kuna vitu fulani unataka kuvifanya, lakini unaamini Mungu atafanya tu kama miujiza. Eh, sa nyingine hivyo, Mungu aliyowapa wao ndio atanipa na mimi, maisha ni foleni, mtapata tu siku moja, lakini hamna chochote unafanya, pengine unaomba okay? ukiamini Mungu ni Mungu wa miujiza, my friend, utasubiri sana na unaweza ukakosa sana hicho kitu ambacho umekuwa unatazamia kukifanya au kukipata huku unamwamini Mungu, lakini chukua hatua za dhati katika kile ambacho unataka kukifanya. Hata Mungu mwenyewe anapenda sana watu wanaochukua hatua za imani, kwa siokuamini ya kwamba vitu vitatokea tu kwa miujiza kama hakuna harakati zozote ambazo unazichukua za kuweza kufikia katika kile ambacho unakuwa unakitazamia. Lakini pia uh, fikra ya nne ama imani ya nne ambayo watu wengi sana huwa wanajidanganya ni kuamini kuwa mafanikio ni ya watu fulani, kuamini ya kwamba watu fulani ndio wana, wanatakiwa kufanikiwa, pengine kama ni kwenye uchumi, labda jamii fulani ama kikundi fulani ama watu wenye mtazamo fulani ndio wanaweza kufanikiwa, au watu waliosoma, au pengine watu wenye mitaji mikubwa, au pengine watu wenye historia, familia zenye historia fulani ndio wanaweza kufanikiwa. Ukiwa na mtazamo huo, unajidanganya. Mtu yeyote anaweza kufanikiwa kutokea popote, ili mradi tu atapata njia sahihi na mielekeo sahihi ya kuweza kumfikisha kule ambako anataka kwenda na fikra hizi zimeathiri watu wengi sana. Hata leo watu wakiona mtu aliyefanikiwa, utaambia huyu ni Freemason. Kwa hiyo watu wana imani ya kwamba wazifanikiwa bila kuwa Freemason, huyu anatoa makafara, huyu anafanya nini. Mtu yoyote anaweza kufanikiwa. Hapana, anamtegemea Mungu na njia yake, anayefanya vizuri anaweza kupata mafanikio. Kwa imani hiyo usio nayo kichwani, inaweza ikakublock kufanya na kuchukua maamuzi na kuanza vitu kwa ujasiri na kuweza kusonga mbele. Lakini imani ya tano au fikra na mitazamo ya tano ambayo huwa tunajidanganyaga sana eh, ni kuamini ya kwamba kila kitu unachofanya kinapaswa kuwa chepesi kwako hmm? Yaani lolote ambalo unalifanya hupaswi kukutana na vikwazo, hupaswi kukutana na kufeli, kukwama, maumivu kupaswi uh, kwenye mambo ambayo unayafanya. Kwa unapokutana na maumivu au unapokutana na vikwazo, unapokutana na ugumu, unaanza kufikiri nani amekuloga naanza kufikiri pengine kuna mtu amekuwekea adui. My friend, sio kila kitu kinaweza kikawa rafiki kwako ama kikawa chepesi kwako. Kuna vitu vingine ili viweze kufanikiwa utafeli, na kufeli na kufeli tena. Kuna vitu vingine ili viweze kufanikiwa kwenye maisha yako, kuna kupingwa na kupingwa na kupingwa tena. Kuna vitu vingine ili viweze kufanikiwa kwenye maisha yako, kuna kukutana na ugumu, kuna kulia na kulia tena, ili uweze kufanikiwa katika hivyo navyoviendea. Ukiwa na imani kila kitu kinapaswa kuwa chepesi kwako tamaa mapema sana na kuangusha maono makubwa ambayo pengine Mungu alishaanza safari pamoja nao. Sio kila kitu kinaweza kuwa chepesi kwako na kwamba sio kila kitu kigumu kwako, basi ujue kwamba umelogwa au kimezuiwa. Kuna vingine by nature, kiasili lazima vitakuwa vigumu na vitakusumbua hadi pale ambako utakuwa unaweza kuvikamilisha. Lakini jambo la sita la mwisho, ama imani ya sita na mwisho, ambayo ukiwa nayo pia inaweza kukutesa sana, ni kuamini kuwa wewe tu ndio unateseka zaidi ya wengine wewe ndio wenye maumivu zaidi ya wengine. Unajua kuna watu wanaamini ya kwamba wao ndio wamebeba mzigo mzito kuliko ni watu wengine, pengine kwenye ndoa, pengine kwenye familia, pengine kwenye biashara, pengine kwenye uwekezaji au na maeneo mbalimbali ambao wanaendea. Kwa hata akiwa anajieleza unaona namna ambavyo anajieleza ya kana kwamba yani yeye ndiye mwenye maumivu kuliko ni wengine. Ukiwa na fikra kama hiyo unaweza kujikuta unakata tamaa mapema. Mimi nataka nikuambie kuna watu wanateseka kuliko ni wewe. Taka nikwambie kuna watu wana maumivu kulikoni wewe. Kuna watu wanapita mahali pagumu kulikoni ambako unapita wewe. Ni ile tu kwamba wameweza kuwa na ustahimilivu ndani yao na kujua namna ya kupambana na zile harakati ambazo wanaweza kukutana nazo, wakayaendeleza maisha yao. Lakini kuna watu wana mizigo mizito kuliko ni mzigo ulionao. Kwa hiyo ukiwa na imani hii ya kwamba wewe ndiye ambaye unateseka na kuumia kuliko ni wengine, inaweza ikakusababisha ukajionea huruma sana, na pengine ukaangusha maono fulani ama ukakata tamaa. Lakini ukiamini ya kwamba kuna wengine pia wanasumbuka na kuteseka hata zaidi yako utajikuta ndani yako, basi unasikia ujasiri wa kuendelea mbele na kile ambacho unakifanya. Nimejaribu kukuonyesha hizi imani sita au mitazamo sita ambayo kwa kweli, ukiwa na imani ya namna hiyo, unaweza ukachelewa sana njiani, au unaweza ukakwama sana, unaweza ukapata maumivu makubwa ya kisaikolojia. Hebu jaribu kushinda hizo na uombe Mungu na Mungu akusaidie katika harakati zote ulizonazo, ili uweze kufanikiwa na kufika mahali ambako ni pazuri sana. Nikushukuru kwa kufuatiliana na sisi katika kipindi hichi. Tafadhali usisahau kusubscribe lakini pia kushare kwa wengine, comment, like ili tuweze kushirikiana vyema katika ujenzi wa maarifa na ujenzi wa maisha yaliyo bora. Nakutakia kila la heri.